Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Deogratus Ndejembi, ameelekeza wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kusimamia matumizi sahihi ya mipango miji kama yalivyo kwenye maeneo yao ikiwemo kutobadili matumizi ya ardhi yaliyopangwa kwa matumizi mbalimbali. Waziri Ndejembi ametoa maelekezo hayo wa jijini Dodoma wakati akifungua rasmi maadhimisho ya wiki ya ardhi, ambapo amebainisha uwepo vya shiria, vya wa baadhi ya viashiria vya ukiukwaji wa maadili na uweledi vinavyochangia hali hiyo lakini kuna ka ugonjwa kameingia kwenye hili hili nasema la weledi na nidhamu. Hakubadili matumizi maeneo yamepimwa, kama residential ni eneo residential, sio commercial. Kesho unakuta kuna fremu nje, baada ya siku nne baa, kwenye maeneo ya makazi ya watu, na ukifuatilia mabadiliko ya ya matumizi yamefanyika na nyinyi wataalamu ndio mnapitisha. Tukafanya kazi yetu kwa mdedi wa hali ya juu kuhakikisha tunasimamia town plan zilizopo. Pia Waziri Ndejembi ameeleza kuhusu mwelekeo wa matumizi ya mfumo wa kidijitali wa sekta ya ardhi unaotambulika kama e-ardhi ambao umeanza kutumika kwenye mikoa mitano. Pia mfumo huu umewezesha wananchi kuomba huduma za ardhi kupitia simu za kiganjani, yani mobile app na kompyuta. Hatua hii tunaamini itawezesha wizara, wadau na wananchi kunufaika katika masuala yafuatayo. Baadhi ya wadau wa sekta hiyo kutoka taasisi binafsi wanaoshiriki maadhimisho hayo, pamoja na kuainisha ukuaji wa sekta ya ardhi nchini, wameeleza kuhusu ushiriki wa makundi mbalimbali mbali katika jamii na matumizi ya teknolojia za kisasa. Kundi hilo la diaspora ni kundi kubwa sana ambalo wanakutana na changamoto ch ch kubwa sana kwa hiyo changamoto wanazokutana nazo wao ni zile ambazo wanatuma pesa kwa ndugu zao, alafu watu wanakula, lakini vilevile wanawatumia kuwasimamia mambo ya ardhi na ujenzi, si wadau na wala si wataalamu. Tumejaribu kutafuta namna ya kuwafikia wanawake mbalimbali ukifunga kifaa hiki kwa ajili ya kumonita jengo lako limekana namna gani, basi mabalaa kama ile ya Kariakoo yanakuwa hayawezi kutokea, kwa sababu kinapofungwa hiki kuna software ambayo ina trace kwamba jengo hili limeinama. Ikifika kinama kwa milimita kadhaa ambazo zimesetiwa pale, basi ina uh, alamu inapigwa na watu wanatoka katika jengo, tunaokoa maisha ya Watanzania. amani